Umoja wa wenyeviti wa serikali za mitaa, um, mkoa wa Dar es Salaam umetishia kwenda mahakamani kupata tafsiri ya kisheria juu ya mwongozo wa serikali kukataza matumizi ya mihuri katika majukumu ya kiutendaji kwa wenyeviti wa serikali za mitaa na vijiji nchini kufuatia mwongozo huo wa kusitisha matumizi ya mihuri katika majukumu ambayo ni ya kiutendaji. Wenye viti hao wa serikali za mitaa mkoa wa Dar es Salaam wametishia kususia kushiriki vikao vya maendeleo ngazi ya mtaa, kutofika kwenye ofisi za serikali ya mtaa, sambamba na kutoshiriki kwenye suala la ulinzi na usalama ngazi ya mitaa, kufuatia mwongozo huo wa kusitisha matumizi ya mihuri katika majukumu ya kiutendaji. Wenye viti hao wa serikali mkoa wa Dar es Salaam wametishia kususia kushiriki vikao vya maendeleo ngazi ya mtaa, kutofika kwenye ofisi za serikali ya mtaa sambamba na kutoshiriki suala la ulinzi na usalama ngazi ya mtaa. Wakizungumza kwenye kikao kilichohusisha watendaji hao kutoka wilaya za Ilala, Kinondoni, Ubungo, Temeke na Kigamboni, wanafafanua zaidi. serikali za mtaa zinatumia mihuri, wameshindwa nini kukaa chini na kujadiliana kuona uhalali wa kutumia hii mihuri, hiyo anaikataza vijana wanakamatwa usiku, asubuhi leo wa tupweke barua za zamana ni serikali ya mtaa. Walimu mpaka leo hawana wa nyumba, watendaji wanapataje nyumba? Madaktari mpaka leo hawana wa nyumba, watendaji wanajengea nyumba kuaa kwenye mitaa yetu. Wanataka kuwaumiza wananchi ambao sisi tunawahudumia. Sisi tumeomba kula wananchi, sisi tunawahudumia e. Lakini mihuri mi, mi kuondolewa haikuondoi wewe kuwa mwenyekiti wa serikali za mtaa. Kwa nini mnaona ni lazima kuwa na mihuri? Ni dhamana, kwa sababu mwenyekiti, huwezi kuwa mwenyekiti bila muhuri, na mwenyekiti kwa sehemu nyingine lazima ugonge, unahitajika muhuri wa mwenyekiti wa serikali ya mtaa, umeelewa? Eh, bila muhuri wa serikali ya mtaa, huyu mwenyekiti hawezi kuwa mwenyekiti, na hawezi kupewa shamba bila kupewa jembe. Tambo letu rasmi, wenyeviti wa serikali za mitaa mkoa wa Dar es Salaam, swala la muhuri

Mnamo Novemba 30 mwaka 2016, ofisi ya Rais tawala za mikoa na serikali za mitaa ilitoa mwongozo kuhusu matumizi ya mihuri kwa wenyeviti wa mitaa na vijiji ambao ulielekeza wenyeviti wa mitaa na vijiji waache mara moja kutumia mihuri katika majukumu ya kiutendaji na badala yake uwekaji au ugongaji wa mihuri ufanye na maafisa watendaji. David Ramadhan, Channel 10.